yanazoshikanisha watu wote katika taifa la Kenya. Hiyo ndio kiongozi tunatafuta. Si ni kweli? Na mimi nataka niwashukuru sana. Kwa hii safari ya Kenya kwanza, ndugu yetu Msalia na wetangu leo walikuwa watu wa kwanza kukuja kutuunga mkono kusema tuunganishe nchi. Na mimi ninafurahi zaidi kwa sababu rais amezunguka katika taifa letu la Kenya akiunganisha Kenya yote. Na mnaona hata juzi walikuwa wameungana na baba Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka niseme hiyo ndio Kenya tunataka. Hatutaki Kenya mgawanyiko. Tunataka Kenya, nikikuja hapa Fika, niko nyumbani. Mkikuja Eldoret mko nyumbani. Ukienda Mombasa uko nyumbani. Ukienda Lodwar uko nyumbani. Si ni kweli? Na ndio tunataka tuwaambie wale wanaeneza mambo na ukabila. Si mnajua yule mtu anaeneza ukabila? Yule mtu anaitwa Munyoro. Yule mtu tulivuguze. Si uliona ule mtu wa wake ule wa mkono ule kaiga ule gavana e, wa Nyeri akisherekea akibaba amekufa. Mimi nataka niambie kabara gavana Kaiga, shimo ni huo, hauwezi ukasherekea mtu amekufa. Hata ukiwa na chuki kiasi gani, huwezi ukasherekea mtu amekufa, hata kwa jirani yako. Ukiwa na shida na jirani yako, mara mbuzi yake inapita inakula kwako, ama mmekosana maneno ya watoto ama mambo mengine, lakini mtu akihaga, kuna heshima, kwa sababu sisi wote tutapitia hiyo barabara na ndio nataka niwaombe watu wa Vihiga, a, watu wakitembea huku mwambie hakuna nafasi ya watu wa kabila, kwa sababu nilikuwa naona hao watu wanasukuma wale watu wetu wa Mount Kenya niseme, wa na mimi nataka niseme nikiwa hapa Vihiga, niambie huyo jamaa wa munyoro na huyo gavana Kaiga, muwache kusukuma ndugu zetu wa Mount Kenya mkitumia majina zao vibaya mkisema tuungane ati tuungane kama maundi Kenya, ile maungano tunataka tuungane, tunataka tuungane kama Kenya mzima yenye mluya ako ndani anajisikia ako kwa serikali. Na nimefurahi sana waziri, vile umetaja mambo yanaendelea, unaona msali amenyamaza, lakini mambo anasukuma ya hapa Fiinga na Western ni mingi sana. Kuna manyumba ilikuja kasenduliwa hapa inaendelea kujengwa kuna masoko yanaendelea, kuna mabarabara yanaendelea, na kuna mingi zingine zinakuja na bado zitakuja, si ni kweli? Lakini niliona ule mtu wa mnyoro na seneta mwingine pale wakisema ati huo, oh, tumwona rais anapeleka manda, maendeleo huko Siaya, sijui upande wa Mondo. Mimi nataka niambie nyinyi wa mnyoro, wakati wa ukabila, wakati wa mgawanyiko wa serikali ya Kenya iliisha, hata baada ya wila